Kwa nini watu watembelee? Ni maeneo ambayo kitaalamu eh, uki, ukiwa kwenye eneo la maporomoko ya maji kuna homoni inaitwa serotonini. Hii homo ni homoni ambayo inaongeza mudi ya furaha, ile hisia ya furaha ukiwa mbele ya maporomoko ya maji kuyaangalia brain na, na zile hormone, hormone kwenye mifumo yetu ya uzalishaji wa hormone hiyo hormone inazalishwa kwa kiwango cha juu. Kwa hiyo unakuta automatically mtu kama ulikuwa una stress, ile stress inaanza kuondoka kwa sababu ukiwa kwenye eneo hili uzalishaji wa, wa, wa hormone hii inakuwa ina ni kwa kiwango kikubwa zaidi. Leo kama unavyoona tumeweza kutembelewa na watalii wengi na hata mwaka jana pia tulifanya event hii tuweza kutembelewa na watalii wengi. Kwa hiyo sisi kama Mpanga Kipengere na TAWA tunaona hii ni, strategy, ni, ni tool nzuri kwenye promotion ya utalii wa eneo hili. Uh, na maporomoko na msimu huu sisi kama hifadhi ya mpanga Kipengere tunasema ni msimu wa maporomoko ya maji ya dhahabu, yaani golden waterfalls. Kwa nini? sababu kwa mwaka jana tulipofanya celebration au festival ya waterfalls day tulikuwa tumeweza kutambua maporomoko ya maji kumi na saba, lakini leo Juni eh, 16 2025, tunaweza kutambua maporomoko ya maji 50 zaidi hamsini ya hamsini ndani ya hifadhi hii kitu ambacho eh, kimeweza ki, ki kufikia ile mileage au ile line ya kuweza kufanya celebration ya Golden Waterfalls. Na umuhimu au uzuri wa maporomoko haya mpanga Kipengere ni kwamba yapo yale ya ngazingazi, yapo ambayo anaondoka kwa mfumo wa mlalo, yapo ambayo anaondoka kwa mfumo wa milingoti, kwa mfano maporomoko ya maji ya Aliamakonoila. Na eneo hili maporomoko yake ya maji yana utofauti na maeneo mengine kwa sababu ni eneo ambalo maporomoko yake ya maji unaweza eh, kusema ku, kuyaishi. Unaweza kuingia kwa maana ya kuogelea, unaweza kufanyia massage ya, masa ya maporomoko ya maji, unaweza kufanya water slide kwenye eh, miamba au majakuzi asilia ambayo yanaundwa na maporomoko haya ya maji, lakini vilevile vile, maporomoko ya maji ya Mpanga Kipengere, upekee wake ni kwamba unaweza kuyatembelea kwa msimu wote wa mwaka. Kwa maana ukija msimu wa masika, utaweza kupata testi ya kuoga kwa mvuke ya maporomoko ya maji nasema mist bathing kwenye waterfalls, lakini ukija msimu wa kiangazi, unaweza kufanya zile shughuli nyingi za kuogelea kwenye yale mabwawa asilia yanayotengenezwa na maporomoko ya maji, lakini pia kuna madimbwi au viungu vinavyotengenezwa na miamba inayona maporomoko ya maji kwaona kuna dimbu madimbu ya upendo, madimbu ya marafiki, ambapo hapo mnaingia watu kama kuanzia wanne watano kwenye dimbu moja, mnakuwa mnapiga picha ambayo inakuwa inakumbukumbu kubwa sana kama unaweza una kutembelea eneo hili. Lakini vile vile umuhimu au uzuri wa maporomoko haya Mpanga Kipengere ni kwamba ni masafi, kwa sababu vyanzo vyote vinavyotengeneza vyanzo vyote vya maji vinavyotengeneza maporomoko haya ya Mpanga Kipengere vinaanzia ndani ya hifadhi hii, havitoki nje. Kwa hiyo ukija msimu wote, maporomoko yetu ya maji yanang'aa na mabwawa yetu a asilia yanang'aa mpaka chini kwenye kile kitanda cha mto. Kwa hiyo hata okay, ambao Mpanga Kipengere nao. Kwa hiyo, bodi ya utalii tumeweza kuhamasisha wadau mbalimbali waje waweze kutembelea. Utakumbuka kwamba eh, aina kumi na nne ndio aina zinazopatikana eh, duniani nzima. Mtalii yote anataka kutembelea aina zote 14, aina 13 atazipata hapa mpanga Kipengere. Kwa hiyo tumeona this hii ni moja ya uniqueness ambayo mpanga Kipengere nayo. Kwa bodi ya utalii, kwa kushikamana na wadau mbalimbali, tumeona sasa turatibu za raia, wadau wa utalii wa ndani, waje watembelee waweze kuvutiwa na vivutio vinavyopatikana hapa mpanga Kipengere. Lakini utakumbuka, katika hifadhi hii kuna maporomoko ya Kimani Waterfalls. Ni moja ya maporomoko pendwa zaidi katika hifadhi hii yenye urefu wa mita zaidi ya 250 na upana wa 80. Kwa hiyo utaona pia ni aina ya, ya, ya maporomoko ambayo wadau wengi wamekuja wana enjoy, wanapiga picha na kuvutiwa na aina hii ya maporomoko. Swali langu ni kuhusiana na mkakati. Yeah, bodi ya utalii imekuwa na mikakati mbalimbali ya kufanya eh, kuhamasisha ya ya utalii wa ndani hususan, uh, katika hifadhi hizi za kusini mwa Tanzania. Eh, kama unavyofahamu bodi ya utalii tumekuwa tuna mikakati aina mbili. Tuna mkakati wa kimasoko wa kimataifa wa kusini, lakini pia tuna mkakati wa utalii wa utamaduni. Hii yote inatuambia tufanye nini katika kuhakikisha kwamba soko la utalii kusini mwa Tanzania tuna position. Kwa hiyo mikakati hii ni kuwepo hapa ni moja kutekeleza mikakati ya bodi ya utalii kwa maana mikakati ya utangazaji wa utalii kusini mwa Tanzania kwa maana kwamba bodi ya utalii pia imeweza kuratibu misafara mbalimbali ya watu mashuhuri kutoka nje ya nchi, makundi mbalimbali ya waandishi wa habari kutoka nje ya nchi, lakini pia makundi mbalimbali ya mawakala wa utalii. Wote wameweza kutembelea kusini na kuweza kuona vivutio vinavyopatikana kusini na kuweza kuvitangaza. Kwa hiyo mikakati hii inatuambia bodi ya utalii nini tukifanye kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na maana leo tuko na watu watawa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba basi tunatekeleza moja ya mikakati hiyo, lakini kama haitoshi kupitia mikakati hiyo, bodi ya watalii imetuambia tu kwamba tuhakikishe kwamba tunashirikiana na wenzetu kuwashawishi waweze kuboresha miundombinu ya barabara, miundombinu ya majengo na kadhalika, ili kuweza kutoa huduma bora kwa wageni wanaotembelea, ambapo hii yote imedhihirika tulipotembelea katika hifadhi hii Mpanga Kipengere. Miundombinu ni mizuri, madaraja ni mazuri, majengo ya kulala ni mazuri. Kwa hiyo hakuna wasiwasi yote kwa mtalii ambaye anataka kuja kutembelea Mpanga Kipengere akaweza kusita. Kwa hiyo tunaweza kuwaambia wadau mbalimbali, mawakala wa utalii waweze kuandaa vifurushi mbalimbali vya utalii, waweze ku accommodate Mpanga Kipengere kama mmoja ya kivutio eh, eh, kinachopendwa hapa eh, Tanzania, lakini Afrika kwa ujumla kwa maana kwamba ni mmoja ya kivutio ambacho kinajumuisha aina 15 ya, yeah, kwa jina anaitwa Gabriel Shawa ni mkurugenzi wa UPL Safaris. Na leo hii kama unavyoona hapa tulipo ni Mpanga Kipengele ambapo tunasherekea siku ya maporomoko duniani kwa Tanzania tumehitimisha tume ndani ya Mpanga kwa sababu moja tu ya eneo hili kuwa na vivutio vya maporomoko ya maji zaidi ya hamsini ndani ya pori hili la akiba la TAWA ambayo inasimamiwa na TAWA. Sasa leo hii hapa nyuma mguwa, nilipo mnaona kabisa jinsi wageni pale na mpishi wetu anavyoendelea. Huduma hizi hazikuwepo hapo awali, lakini sasa hivi uh, UPL Safaris ikiwa e, chini yangu ninaweza nikafurahia nika kwamba kuona huduma hizi zinapatikana kwa wageni wote wanaotembelea eneo hili kwa kushirikiana na tawa. Sasa tuliingia mkataba na tukaweka mambo sawa, na hivi unavyoona pale ni nyama pori ambayo imetengenezwa kiutaalamu zaidi na kuweza kuwapa huduma wageni wetu waliotembelea eneo hili kwa siku hii ya leo. Hii huduma sio mara kwa mara yupo hapa, lakini uh, kwa uwepo wa UPR Safaris utaipata ndani ya hifadhi hii ya Mpanga Kipengere. Kama UPR Safaris kwa nyanda za juu kusini, tuliona kuna umuhimu sana wa kufika eneo hili amini katika nchi yetu ya Tanzania, na kuwekeza hasa upande wa kusini mwa Tanzania katika kutoa huduma ya, ya utalii au huduma kwa wageni wetu ambao wanatembelea maeneo wa haya ya kusini. Ni maeneo ambayo hayajatembelewa sana, hayana, hayana, hayana mwamko sana kama ilivyo Serengeti na Ngorongoro. Ni kutokana tu na jitihada ambazo zilikuwa ziko chini katika kupromoti, lakini kushirikiana na serikali na kupitia kampuni zetu hizi za utalii ambazo zinafanya kazi nyanda za juu kusini, ni nyingi lakini pia UPL Safaris iko kwenye levo ambayo inaweza ikahakikisha kwamba mgeni yeyote anayetembelea upande huu wa kusini anapata huduma hizi na kutembelea maeneo yote ya vivutio ndani ya nchi yetu ya Tanzania. UPL Safaris, uh, sisi tunapatikana uh, mkoani Mbeya, eneo moja linaitwa Mzunguni na ukifika pale ukiulizia tu Up Safari au ofisi za utalii za Up Safari utatupata. Lakini pia kazi zetu tunafanya ukanda wote wa kusini kuanzia Mikumi, Seluu, Songea kule Mbamba Bay ukija kwenye ziwa Nyasa ambako kuna meli nzuri kabisa ambayo inaweza kukutoa kutoka Mbeya mpaka Mbamba Bay kwa kupitia uh, ziwa Nyasa lakini pia Katavi Kitulo National Park, tupo mpaka Gombe, tunaenda mpaka Western huko Gombe na Mahale tunawapeleka wageni wetu. Jina naitwa Blanco bushiri msambwa, nimetokea mkoani Mbeya. Hii ni mara yangu ya tatu. Nianze uf... mwanzo kwa majina, naitwa Blanco bushiri msambwa hii ni mara yangu ya tatu kufika maeneo haya. Kilichonivutia zaidi ni kufanya enjoyment. Kwa mfano siku ya leo nimekuja, nimeogelea, nimepata elimu kuhusiana na Chifu Mkwawa, mapango pia nimeonyeshwa mti ambao ukiwa na matatizo ya mahusiano unaweza ukaenda ukaongea mambo yako na mambo yako, ukirudi nyumbani yakawa amenyoka kuhusiana na mahusiano, lakini ukija hapa unaweza kurefresh kama mimi. Hapa nilikuwa na mawazo labda ya kutafuta pesa, biashara haiendi, lakini nilipokuja hapa nimesahau mambo yote, akili zangu zimekuwa mpya kabisa.